Si hajojo, e. Makala ya dakika za Kristo, siku ya kumi na nane ya majilio, safari ya majilio. Redio Maria Kenya, sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Wapendwa e, yes, wasikilizaji leo tunafika siku ya kumi na nane ya majilio hatua muhimu katika maandalizi ya mioyo yetu kwa ajili ya kuzaliwa kwa mwokozi wetu. Kadri siku zinavyosonga, neno la Mungu linatufunulia asili ya Kristo, asili ya masiha na nasaba yake ya kifalme. Leo tutaangalia jinsi historia, unabii na wito wa Mungu vinavyounganisha mioyo yetu na mwokozi anayekuja. Katika somo la kwanza, Yakobo akilala kabla ya kifo chake, anatamka unabii juu ya mwanawe, haswa juu ya Yuda. Anasema, ngoma haiendi mbali na Yuda, wala mkia wa kifalme kutoka kwake mpaka atakapokuja mea wake. Unabii huu ni kielelezo cha masiha anayekuja kutoka na saba ya Yuda mfalme wa amani na haki ambaye atainua taifa la Mungu. Katika majilio, somo hili linatuita tuwakilishe na saba ya imani katika maisha yetu, tukijua kuwa Mungu anatimiza ahadi zake kwa wakati wake kamili. Zaburi ya leo ni sala ya kifalme na tumaini la haki. Ee Bwana mpe mfalme hukumu zako na msimamie haki kwa mwanao. Zaburi inatufundisha haki na rehema ni msingi wa utawala wa Mungu. Wale wanaoteswa na wanaegemea uongozi wa Mungu hawatabaki bila faraja, na dunia iliyopoteza mwanga inaendelea kuota amani pale Mwokozi atakapokuja. Majilio yanaleta mwaliko huu wa kiroho, tuwe watu wa haki, watu wa tumaini, watu, watu wanaoandaa mioyo yao kwa kuishi kwa uaminifu, ili tukutane na Kristo mwenye haki na rehema. Injili ya leo, ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, inatupeleka moja kwa moja kwenye mzizi wa Kristo na saba ya Abrahamu, Isaka, Yakobo hadi Yosefu Baba wa kisheria wa Yesu, Mathayo anatufundisha kuwa historia ya wokovu haikuanzia Krismasi, bali katika ahadi ya Mungu kwa vizazi vyote. Masiha anakuja kama matokeo ya mpango wa Mungu unaoongozwa kwa hekima na rehema. Na kila jina katika kizazi hiki ni sehemu ya njia ya Mungu, kila vizazi kila historia na kila matendo ya imani yanaendeleza mpango wa wokovu. Hii ni changamoto kwa majilio: kumbuka kwamba maisha yetu ni sehemu ya mpango wa Mungu, na kwa uaminifu na toba tunaweza kuwa sehemu ya historia ya wokovu inayozalisha nuru na matumaini. Oh, Siku ya kumi na nane inatualika kutafakari juu ya mizizi yetu, vizazi vyetu vya kiroho, historia ya imani yetu na mafanikio yanayochanua kutoka kwa ukovu wa Mungu, kusimamisha haki na rehema. Kama Zaburi inavyotufundisha, tuwe watu wanaoeneza amani na haki kwa wengine. Na mwisho, inatualika kumkaribisha Kristo anayekuja kwa furaha na moyo wa matumaini, tukitambua kuwa yeye ni mwangwi wa tumaini ndani ya giza la dunia. Majilio si tu kuhesabu siku, ni mwongozo wa ndani, safari ya mioyo na maandalizi ya kweli ya kukutana na mwana wa Mungu. Tuombe. Uu, na kuyataka saa, e, Mungu wa rehema na kweli tunapokaribia sikukuu ya kuzaliwa kwa mwanao, tunaomba utujalie mioyo iliyo tayari kumpokea Kristo. Tufundishe kuwa na haki na unyenyekevu. Utufungue mioyo kutoka kwa hofu na migawanyiko, na utusherehekee na furaha ya kiroho. Tunapomsubiri mwanao, utupatie nuru ya imani, pumziko la roho na matumaini yasiyoisha. Na tunaomba haya kwa njia ya Kristo Mwokozi wetu. Amenaizatuzunguka wapendwa wa wasikilizaji, tushirikiane kwa moyo mmoja katika siku hizi za mwisho za majilio, tukijaza mioyo yetu na furaha, matumaini na utayari wa kumpokea Kristo. Mungu awabariki na awape amani. Tukutane tena kesho katika makala mengine kama haya. Nimekuwa wako Shamba wa shamba nikikutakia siku njema na uendelezaji usikiliza wa usikilizaji wa redio ya mama Redio Maria Nairobi, Kenya.